Karibu sana kwenye podcast ya Kenya Wantam Notam Movement, KWM. Leo tunaingia kwenye mjadala mm, mjadala mzito kidogo. Tunaangazia waraka mmoja hivi mtandaoni unaochambua vuguvugu la vijana nchini Kenya, e, hasa kitendo hiki cha mfano cha baadhi yao kubadili majina yao wanasema ni kama mwitikio kwa kauli fulani za kisiasa. Chanzo chetu ni makala kutoka Village Action Online, ambayo ni sehemu ya Kenya Wantam Notam Movement. Kichwa chake kinasema Kenya's Youth Defy Division. Lengo letu hapa ni nini? Ni kuelewa pamoja nanyi hoja kuu na unajua umuhimu wa kile kinachowasilishwa hapa. Tuchambue jinsi chanzo hiki kinavyotazama hatua hizi za vijana na swala la umoja wa kitaifa nchini Kenya. Hebu tulifungue hili zaidi, kwa sababu kusema kweli inashangaza kidogo kuona jinsi kitendo kama hiki kubadili jina tu kinavyoweza kubeba uzito wa aina hii. Sivyo kabisa, ni jambo linalovuta hisia kwa kweli. Na makala inaanza moja kwa moja kwenye kini, inadai kwamba kauli za rais Ruto zinazodaiwa kulenga kabila fulani hasa wa Kikuyu ndizo zimechochea huu mwitikio mwitikio miongoni mwa vijana unaolenga umoja. Hivyo ndivyo makala inavyoweka msingi wa hoja hmm. Yani, inasema kauli hizo ndio chanzo cha vijana kuungana kwa njia hii, kulingana na tafsiri ya makala hii. Ndiyo, na kinachovutia zaidi ni jinsi inavyoeleza kitendo chenyewe. Inasema vijana kutoka maeneo tofauti kabisa, yani Lamo, Lodwar, Kisumu hadi Wajir ndio wameanza kuchukua majina haya ya Kikikuyu, kwa mujibu wa waraka huu. Hii sio uh, sio ishu ya kabila moja, ni kama alama ya kitaifa, ishara ya kupinga mgawanyiko ambao makala inadai unachochewa na siasa na inalenga hasa Gen Z. Lakini ni muhimu kusisitiza, huu ni uchambuzi na mtazamo wa makala yenyewe. Sawasawa sawa. Kwa hiyo ni zaidi ya jina tu, ni ishara na Je, makala inafafanua zaidi kuhusu matakwa halisi ya vijana hawa zaidi ya kupinga huo mgawanyiko? Wanataka nini hasa? Hili, unajua, linaweza kukugusa vipi wewe msikilizaji unayofuatilia matarajio ya vijana? Ndiyo, inaingia kwa undani kidogo, inataja madai mahususi. Wanasema wanataka shule bora, wanataka hospitali zinazofanya kazi kweli, barabara nzuri, uchumi unaomnufaisha kila mtu sio tu kikundi kidogo, yani ni madai ya msingi kabisa ya maendeleo. Aa, kumbe ni madai yanayomgusa kila Mkenya, sio tu kundi moja kabisa. Na ukiunganisha hili na picha kubwa, kama makala inavyojaribu kufanya, inapendekeza kuwa huu ni msimamo mpana zaidi, ni kama kukataa siasa za aina fulani, zile za zamani. Labda ni wito wa kutaka matokeo dhahiri, concrete results, badala ya unajua, maneno matupu na ahadi zisizotekelezwa Yani, vijana wanasema tumetosha na siasa za maneno, tunataka vitendo. Ndivyo makala inavyodokeza, inasema inaashiria mabadiliko ya kizazi katika jinsi wanavyoshiriki kwenye siasa, na pia kukataa kile ambacho waraka huu unakiita urithi wa rushwa na usimamizi mbovu. Tena narudia huu ni mtazamo wa makala. Mm, naona na inaonekana kuna mkazo mkubwa sana kwenye umoja na mshikamano kwenye makala hii, jinsi utambulisho wa Kikikuyu unavyowasilishwa kama kitu cha kuunganisha, si kutenganisha, hasa katika muktadha huu wa vijana kupinga kile kinachoitwa siasa za kikabila. Kweli, makala inatumia hilo kama nguzo kuu, kwamba kitambulisho kinachodaiwa kulengwa ndicho kinachotumika kuleta watu pamoja. Na pia lazima tuseme makala ina msimamo mkali. Ni wazi inaonyesha kutoridhishwa na uongozi wa sasa, inawasilisha hisia kwamba vijana wamechoka na wanataka mabadiliko ya kweli. Sasa hivi, hilo linazua swali muhimu kuhusu nguvu ya vitendo hivi vya mfano. Kama inavyoelezwa kwenye chanzo hiki, hivi kubadili jina tu kama ishara kunatosha kweli kuleta mabadiliko makubwa ya kijamii au kisiasa? Au ni mwanzo tu? Hilo ndilo swali kubwa ambalo makala inatuachia kwa njia fulani. Inasisitiza nguvu ya ishara, lakini pia inadokeza kiu kubwa ya mabadiliko halisi. Kwa hivyo, tukijumlisha yote haya, ujumbe mkuu kutoka kwa chanzo hiki, makala hii ya KMW ni upi hasa? Inaonekana kama simulizi ya vijana wa Kenya wanaotumia mbinu za kipekee za kiishara kama kubadili majina. Wanafanya hivi kukataa kile wanachokiona kama siasa za mgawanyiko na wakati huo huo kudai maboresho halisi, umoja, maendeleo. Kama chanzo kinavyosema, ni kama kizazi kinachotafuta njia tofauti, njia mpya. Na hapo ndipo tunapata swali la kujiuliza sisi wote linalotokana na mjadala huu na hoja za makala. Wakati makala inasisitiza sana huu upinzani wa mfano, je, ishara kama hizi pekee zinatosha? Zinatosha kuleta yale mabadiliko ya msingi ambayo makala inasema vijana wanayatamani? Au kama tunavyoweza kufikiria baada ya kusoma waraka huu, kuna hatua gani zingine zinahitajika? Hatua za kivitendo zaidi ya ishara hizi? Na hapa wewe msikilizaji, unaweza pia kuwa na mchango. Kama unataka kushiriki katika mijadala kama hii, kuchangia mawazo yako yanayoweza kusaidia kubadilisha kijiji chako, jiji lako, hata taifa, unaweza kufanya hivyo kwa kujiunga na Kenya Wantam Notam Movement. Tembelea tovuti yao www.wantamnotam.com. Ni jukwaa zuri la kubadilishana mawazo na kuona jinsi unavyoweza kushiriki katika kuleta mabadiliko unaotaka kuona. Asante sana kwa kujiunga nasi katika uchambuzi huu wa kina leo. Hili ni swali muhimu la kutafakari, kweli kabisa, nguvu ya ishara dhidi ya uhitaji wa hatua madhubuti. Nakumbuka, unaweza kupata nafasi ya kushiriki zaidi, tembelea www.wantamnotam.com na ufungue akaunti yako, anza kushiriki mawazo yako leo. Asante kwa kusikiliza podcast ya Kenya Wantamnotam Movement KWM. Tuonane wakati ujao.